No. Lakini msimu huu nimeambiwa mmemwachia baadhi ya maeneo yetu ya kodisha. Msimu huu sitaki baada ya kukodisha mtu. Msimu huu narudia. Hakuna baada ya kukodisha ma mashamba yetu. Sawa. Kama hawezi, nipeni mimi nitafuta vijana waje walime. Sasa ee, anachukua shamba. Very simple. Yaani shamba la kwetu hapa wanakodisha wa watu. Kaambia na yeye anachukua watu wa Mlandizi ana leo kila nadhani yeye tu kwa sababu uongozi wetu wa bodi ulikuwa na matatizo na ndio sababu ushirika wao ulikuwa na mambo mazuri. Kaeni vizuri, muone hivi hivi hivi sio. Baada ya muda hii mashine ina inakufa, hata gari kinunua ukiacha ila kufanya kazi inakufa. Kwa hiyo inayo itakufa serikali ndio inashinda. Mio tatu na tatu, kwa kipindi

Kwa mujibu wa sheria za ushirika, chama cha ushirika kina mamlaka ya kuingia mkataba bila kupitia kwa mraj wa ushirika na mkutano mkuu wa wanachama, na vilevile kwa taratibu, hata kwenye bodi yenyewe mtu mmoja hawezi kuingia mkataba mtu mwingine haya kwa kwa niye kwa hivyo, hata ni kiongozi lazima popote na mjumbe wa bodi mwingine ambaye dijia kwa hivyo, hivi kama wanataka kuona mpeni kwa lepo, wanakwenda wanaingia mkataba kwa kama asema alilipa dola elfu thelathini.

Hapa hawalipi kodi, wanasema jengo lakini, mimi nataka kwanza, mashine ya serikali hiyo hiyo ya kwanza, jengo mfunge ufuri lao litoke mwenge la kweli. Walikuwa wanatakiwa walipie ile mashine wakati walikuwa wanaitumia.